Hii ni sehemu ya nane, baada ya kusikiliza sehemu ya saba. Sehemu ya saba tuliishia pale ambapo toxic, yani mafuvu, wakiwa wamemnyenyea wa Vergan na kutaka kumrushia ndani ya moto, lakini sauti tukufu masikioni mwao, sauti ya shetani mkuu aliyelaaniwa akalaanika Lusifa, ilisikika ikisema, toxic, mnataka kufanyaje? Mwacheni huyo binadamu, hajafa duniani Toksiki wote wakadua, wakaangaliana kwa mshangao. kama hajafa, amefikaje humu? Toksiki mmoja akahoji. ni stori ndefu, ila haya ni makosa ya ubishi, akaletwa obish ateswe, kafanya kosa kubwa sana. huyo binadamu mleteni kwangu, kwani ana kipawa, nahitaji tufanye naye agano. Sawa, Lusifa alizidi kuagiza. Sawa, Mungu wa miungu. Viumbe vile vilizidi kumkufuru, kumkufuru Mungu muumba wa mbingu na ardhi, kwa kumlinganisha ni kosa kubwa sana walilofanya, ambalo binafsi wao hawakulijua. Dakika chache walikuwa katika jumba la kifalme, jumba lililotengenezwa na madini pekee. Hakika Vergan hakuwahi kuona nyumba nzuri kama hiyo. Naam, akafikishwa mbele ya shetani mkuu Lusifa. Ndugu wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi. Kuna vitu viwili tofauti ambavyo watu wengi hawajavijua. Kuna shetani na pia kuna wafuasi wake, ikiwepo mapepo vinavyoishi kuzimu na duniani. Pia huishi katika vyoo, katika miti, misituni na kadhalika Hawa wanaoishi kwenye vyoo wanaitwa pepo subiani, lakini pia kuna wanaoishi misituni na kadhalika. Mashetani na mapepo yote ni viumbe viovu, na lengo lao ni kuihadaa dunia na kuhakikisha wanapata wafuasi wa kutosha watakaoingia nao katika moto wa jahannam, moto mkali ulioandaliwa na Mungu muumba wa ardhi na mbingu. Moto huo ni tofauti na moto ule tuliouona wa kuzimu, ulioandaliwa na Lusifa akimwiga Mungu kwa kuwaadhibu watu wanaoenda kinyume na yeye. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kuwa makini sana, hususan katika dunia yetu hii, usije ukaingia katika maagano na shetani. Naam, na majini ni viumbe wengine waishio chini ya bahari. Viumbe hawa ni tofauti na mashetani kabisa, wao kuna wema wanaomtii Mwenyezi Mungu na wako waovu. Wema wataiona pepo na waovu wataiona moto. Majini wanapenda na wana mapungufu yao. Walichotuzidi sisi ni uwezo wao waliojaliwa na Mwenyezi Mungu, ingawa kuna binadamu wenye uwezo zaidi yao, wachache, wakiwemo waganga, mashehe, masharifa, mapadre, wachungaji na kadhalika. Sasa mimi nafikiri kabisa tumegundua una kipaji biashara na ushawishi kwa watu, hivyo una bahati kubwa sana kufika huku na kuokoka. Sisi tutakurudisha duniani ukiwa tajiri mkubwa, ila kubali kujiunga na dini yetu ya wajenzi huru. Unajua dini huru wewe? Eh, ati msikilizaji? Yeah. Sasa kama hujui mimi nakujuza na, na pengine umeshawahi kusikia lakini hujakuwa na utambuzi wa hili dini huru inayozungumziwa na Lusifa ni FreeMason. Ukitakadili mindo Mungu, je, upo tayari? Lucifer akamwacha Vergani ajibu. John Vergani bado alikuwa katika bumbuazi la wazi wazi. Wajenzi huru yeye alisadiki kuwasikia, kuwasikia tu, tena katika midomo ya watu. Hakupata kuishi siku moja angehitajika naye awe mfuasi huru alitaitika akataitika kweli kweli. Baada ya Lusifa kumwona yupo kimya, akaendelea, tunakupa muda wa masaa 48, utafakari hili. Ndani ya masaa hayo, tutakutembeza katika maeneo mbalimbali humu kuzimu uone, sawa? Vergan akajikuta anatingishiwa kichwa, anatingishwa kichwa kwa feki. Huyu anaitwa Fidodido. Nadhani mara mara nyinyi sana mnamtumia kama katuni huko duniani kwenu. Kiumbe hiki kipo na leo ndio kitakutembeza maeneo mbalimbali katika ulimwengu wangu huu. Fidodido akaibuka, alikuwa ni kiumbe mwenye nywele saba usoni, alivaa miwani ya shaba, akaachia tabasamu pana kabisa, kisha akasema nifote akamwambia Vergan, ambaye naye alimtii bila shurti, hakuwa na kipingamizi chochote. Lilikuwa eneo lililokuwa na joto la kupindukia. Joto hilo lilitokana na mioto mikali ya rangi tofauti tofauti. Moto wa kwanza kuutembelea ulikuwa ni ule ulionusurika kutupwa ghafla. Akawa na shauku shauku kuu la kujua baadhi ya mambo, akashindwa kuuzuia mdomo wake kuto kuuliza. Akauliza swali swali lililotegemewa na Fido kuulizwa Hawa binadamu wamekosa nini mpaka wanateswa hivi? Fido akatabasamu, kinywa kilikuwa wazi, hakukuwa na jino hata moja. Si jino tu, hata ulimi haukuumbi hakuumbiwa nao. Huyu kiumbe maajabu, sijui aliwezaje kuongea. Viumbe hawa ni watakatifu waliokataa kujiunga na dini takatifu ya FreeMason baada ya kuonekana wana vigezo, wengi wao ni mapadri mashekhe na baadhi ya binadamu wameogopae Muumba. Mwili wa Vergeni ukatetemeka, uoga ukamtawala yamkini, naye baadaye baada ya baadae, baadae siku mbili, kama angekaza msimamo wake naye angekuwa miongoni mwao. Kwa nini? Kwa nini Mungu amewaacha viumbe wake wateseke namna hii? Kwa nini? Kwa nini hajawapa nusra ya wokovu? Swali so, hili likakivamia lika, lika, lika kichwa chake kama wazo kuu wazo ili likanyakwa lika na Fido, naye akalijibu swada ta wengi waliomo humu wana nguvu za Muumba. Sasa walipokuwa duniani walikuwa wakiwasema vibaya Freemason. Lucifer aliwatumia watu kuwaonya, hawakusikia walitegemea nguvu za Muumba na Muumba ni mwingi wa mitihani. Hii ni mojawapo ya mitihani, ya mtihani wake kwao kuingia peponi. Yani paradiso si mchezo shekha wangu, lazima ukutane na vikwazo vikali, kule uwezi ingia hivi hivi. Vergani akataharuki, maneno ya Fido yakamwingia vyema, naye akamtambua Mungu Ha! wakatoka eneo lile ambalo alipata kuwaona watu alowafahamu waliokuwa wakiitangaza vibaya dini hiyo duniani katika membari za misikiti na mahekalu ya makanisa iliyosemekana wamekufa wengine kwa magonjwa, wengine ajali na kadhalika. Moto mwingine walioutembelea ulikuwa ni wa rangi nyekundu. Huu aliushangaa sana. Alipata kuona wasanii maarufu wa filamu na muziki walioiwakilisha vyema nchi yake kimataifa. Hawa nao hawa nao walikuwa walikula agano, mfano yule msanii wa movie alivuma sana akajulikana, lakini alipoambiwa amtoe mama yake sadaka akakataa, ndipo tukamchukua na kumleta humu kwa jeuli yake. Unamjua ni nani huyu? Mimi hapa namjua ambaye alikataa kumtoa mama yake si mwingine ni Kanumba. Na yule mwingine alihitaji miaka arobaini ya mafanikio na kula bata kama muhitaji duniani baada ya miaka yake ya awali arobaini kuisha, inayobakia anakuja malizia huku. Hivyo ndo alilivyo makubwa. Tafakur la mawazo ya mshangao yakajijenga katika pande la uso wake. Wasanii wakubwa karibia wote aliojua walikuwemo kule, kumbe hawakufa kwa mapenzi ya Mungu Waka... Allah okoa kizazi chako. Wakapiga hatua mbele, walikuta moto mwingine ndani, watu walikuwa uchi, wazee vikongwe kwa vijana ka na hawa fido. Tayari Vergan alishamzoea kiumbe yule fidodido <laughs> fidodido, nataka nitafute shabiki mmoja wa Ulimbo wa Simulizi nimwite fidodido. Na hapa nitamwita fidodido. Unajua nani nitamwita fidodido ambaye nitamuita Fidodido ni Mwanakombo huyu. E, ni shabiki yetu namba moja kabisa ya ulimbo ya Ulimbo wa Simulizi, na jina hili nimekubatiza. Yaani, wewe kuanzia leo sio Mwanakombo. Popote pale unaposikia simulizi hii, wewe sio Mwanakombo, wewe ni Fido Dido. <laughs> Basi Fidodido ambaye ni Mwanakombo akajibu akasema, hawa ni wanga wamezoea kula nyama za wenzao, wachawi wenzao samu yao imefika, hawana cha kutoa. Wengine hasa hasa vile vibibi vimetoa watoto wao wote, muda wao nao ukafika, wengine ndo walotolewa kafara. Ndo kama hivyo dogo. Sasa Vergani alikuwa kachoka mwili na roho, alihitaji kupumzika. Fidodido aka mwanakombo akalitambua hilo tu, akasema "Tutazungumza tena baadaye sasa hivi ukaoge upate mlo upumzike, umechoka sana. Naam, swa dakta. Basi vergani akajibu kwa tabasamu pana. Wakajongea kwa mwendo wa taratibu kuondoka katika eneo lile, eneo la mateso kwa viumbe jamii yake, viumbe vilivyosadikika vimekufa kwa mapenzi ya Mungu. Wakaelekea katika lango kuu la chuma lililonakishiwa kwa dhahabu tupu Walipofikia lango lile likajifunga likajifungua lenyewe, walipotekea kuanzia kali ya hewa, mandhari bado tupu, kuzimu kweli. Swali likamponyoka kuuliza swali ambalo hakuliandaa kabisa katika serikali ya kichwa chake, Fido. <laughs> Fido bila kuchelewa akatabasamu, hakujibu swali hilo wakaelekea katika nyumba moja ya ghorofa isiyo na mwisho kuelekea juu. Wakaingia katika lifti, Fido akabonyeza namba kadhaa za Kirumi. Lifti ikaanza kupanda juu, dakika chache ikafika ilipohitajika. Mlango ukafunguka, maajabu! Wakatokea katika ukumbi mkubwa uliotawala watu wa asili tofauti tofauti, wa Arabu, Wazungu, Waitaliano, wakicheza muziki ipigwao duniani miziki ya watu maarufu ambao baadhi yao walikuwa wakichomeka. Kitendo cha kuingia tu, msichana mrembo aliovaa kimini, matiti yote yalikuwa nje, akamfuata Vergan. Nipo kwa ajili yako, je, unanihitaji? Vergan akamtupia jito Fido, Fido Dido yeye alitabasamu tu, kwa sababu yeye ni mzoefu wa mazingira hayo. Kibogoyo wetu huyu bwana Fido Dido aka Mwanakombo. E, Mwanakombo bwana, ni utani tu, tunakutania shabiki yetu kwa sababu tunakupenda sana, ila nafikiri nawe utaenjoy, Mwanakombo shabiki namba moja kabisa katika Ulimbo wa Simulizi. Basi yule nitakayemwona naye ni shabiki yetu pendwa, ana comment, ana share, lakini pia ana likes si video zetu, huyo naye nitakuwa nikimtaja kama sehemu ya mapenzi yangu kwake. Basi Vergeni nafsi ilimsihi, macho yake yakadondokea kidoleni, pete jini Husnati, kwa mara ya kwanza toka amezwe na Obishi na kusafirishwa, kaletwa katika ulimwengu wa maasi, yaani kuzimu. Akakumbuka jini yule, faraja ikatoweka moyoni mwake. Mshangao ukageuka na kuwa simanzi. Dada yule akamlilia kifuani, mkono wake akiwa akiuingiza katika sehemu nyeti zilizokwisha simama. Mazingira ya ndani mule hayakuvutia kabisa, ilikuwa baadhi wanacheza mziki, wengine wanafanya mapenzi hadharani. Hakuna alikuwa na habari na mwenzake. Samani dada, naomba niache. Dada yule akapigwa na butwaa, kisha akamwacha tuondoke maeneo haya Fido. Fido akatii, wakaifata ngazi na kupanda kuelekea juu katika ukumbi ambao walikuwa wamepumzika. Wakatafuta sehemu wakakaa. Najua kinachokuumiza besti ni juu ya jini wako, sio? Hey, Fido naye ni mbea huyu. Mwana mwanagombo, mbona mbea hivo? Yaani ushajua kabisa kwamba Vergan anampenda Jini Husnat kombo ni hatari au ugo, kwa sababu ndio huko kuzimu, unajua mambo ya dunia. <laughs> Imeenda. Vergan akapigwa na butwa. pendo la moyo wako, ila pole Vergan, kwa sasa uwezi tena kuonana na Husnati. Nisionane naye? Nisionane na Husna kivipi? Unataka kuongea nini Fido? Unataka kuongea nini kule kwao umesha kufa tayari, na mpaka sasa Husnati ni mke wa mtu. Hapana Fido Dido, unataka kuniambia nini? sio Husnati wangu, haiwezekani, haiwezekani, narudia tena haiwezekani fido, na ukitaka tukosane, tukosane Fido Dido. Akubali kuolewa vipi? kiapo tulichokula wakati tukiwa duniani kabla ajanipa hii pete, itilewa olewe kama uwezekana na mimi katika ukanda huu wa kuzimu ruksa kuondoka na kuniacha mwenyewe sawa, Fidodido. Usinikasirishe Husnati, hauwezi kunisaliti. Nafikiri unaniliwa Fidodido e. Vergani ameamsha vagi kwa Fidodido Mwanakombo, ila Mwanakombo. <laughs> Mwanakombo alikuwa na mbinu za kivita bwana, akasema come on Vergani, listen my friend, sit down, kwanza punguza munkari eh. Jamani, hii simulizi inanipa ragi nyama. Fido tayari anajua na Kiingereza na mbwembwe zote za dunia <laughs> Fido anasema Come on, Vergan. Listen my friend. Sit down. Kwanza punguza munkari. Nipe masikio yako, upaswe kuhamaki, mpaka watu wanatuangalia, unageuka burudani kwa wapumzikao. Aijalishi Fido ila ukweli uwezi, naambia Husnati kipenzi changu, jini Husnati kaolewa, Vergani. Fido akaita Vergani akam, akamtumbulia macho ishara ya kumsikiliza. Uwezi pindisha ukweli kuwa uongo, never happen. Pokea ukweli japo mchungu. Husnati haja kusariti, kaolewa kwa sababu maalumu. Sababu maalumu ipi hiyo? ni juu ya kisasi kwa Obish yule nyoka alokumeza kwa mara ya kwanza. Kumbukumbu kumbu ya Vergan zikaanza kutiririka kama maji yatiririkayo kutoka bumbani, akiwa akakamatwa kisawasawa na nyoka yule mpaka akapoteza fahamu. Baada ya hapo ikawaje? Akukumbuka? Naam. Fido akayasoma mawazo yale akamjibu, akakumeza na kukusafirisha mpaka huku kuzimu akakutema nje ya lango la ujinini, akapokelewa aka na toxic waliojua tayari umaiti maiti uliokufa duniani, wakati tayari kukuaisha katika moto. Ndipo Fadha mkuu alipokuokoa Vergani, akawa akashaelewa kila kitu, ila Fido akazidi kumwelewesha. Ujinini kule majini wanajua ukimezwa na nyoka yule ni lazima uwe umekufa. Hivyo hata Husnati wako anajua Obishi kahusika na mauaji yako, na Obishi haonekani kwa nguvu za kawaida. Lengo la Husnati ni kuolewa, la kuolewa ni kuongezewa nguvu kama malkia wa Zuluwaladi, nguvu zitakazomwezesha kukutana na Obishi ana kwa ana na kumwangamiza papo hapo. Oh, Vergan akaachia moyo mkubwa, alichoka. Nahitaji kuongea na Husna kumtaarifu kuwa bado nipo hai. Wazo zuri, John bati, utamchanganya hali ya ujinyini bado si shwari, yupo katika uangalizi wa babu yake mu ajuae kila awazacho. Take time eh. maumivu ya kusalitiwa tena, mshtuko wa ya kushtukiziwa, kushtukizwa, ya unauma inakuwa ni sawa na kuchomwa na kitu chenye ncha kali katikati ya moyo moyo wa Vergan uliraruliwa na Fido, hakutaka kusikia la muadhini wala mnadi swala, yeye alichohitaji ni kuwasiliana na Husnati tu. Alishindwa kabisa kuyazuia maji mepesi yaliyotoka katika kiungo kingo za macho yake na kuolanisha mashavu yake. Vergan alilia, alilia, alililia penzi la jini akaukumbuka utamu aloupata wakati wakiwa pamoja utani walofanyiana. Kilio kile kikabili, kikabadilika na kuzaa kweki. Ghafla akanyanyuka, fido akajaribu kumzuia, lakini alishachelewa. Akauendea mlango ulikuwa mbele ya macho yake, mlango ukafunguka, Joni akapita, mlango ukajifunga ndani. Akapokelewa na chumba kipana chenye kila aina ya uzuri ndani yake akaenda kujibuaga katika kitanda akaiangalia ile pete kwa hasira, akaivua pete ikagoma. Husna, Husna, Husnat, na kuita ewe kiumbe msaliti, amka! Kwa nini umenifanyia hivyo? Nimekukosea nini? Umeolewa etie na jini mwenzako, si ndio? Nakuhitaji mbele ya macho yangu, Husna, njoo, njoo njoo na kusubiri Husna. Ghafla mtetemeko ukaanza. Ulianza taratibu, ukamtupa huku na kule, ukampigiza katika ukuta. Husna akapiga ukelele akijaribu kuzuia kupandishwa juu, akijua akujua anapopelekwa mikono akainyanyua juu, sauti ya vicheko vikimkejeli katika masikio yake. Hakujua tayari mu alishafanya yake yeye ndo alikuwa kikwazo, alihitaji amwondoe haraka kuzimu, kuiokoa ndoa wa ya mjukuu wake Husnati. Na sasa alikuwa angani akisafiri kwa spidi kali kuelekea katika sayari ya Mars, himaya ya jini Zuluwaladi. Ulikuwa ndo usiku wa kwanza kwa wachumba hawa kuwa pamoja. Husnati alikuwa mwingi wa furaha, alimwangalia mume wake kwa jicho lililolegea hashki za kufanya tendo la ndoa likampanda. Zulu akamvamia Husnati na bibie akampa ushirikiano, wakawa wamekumbatiana kabla hawajadondoshana katika kitanda kipana. Husna, kwa nini umenisaliti? Kosa gani hasa nilokufanyia? Vipi hadi ahadi tuliloahidiana? Husna, Husna, Husna! Ghafla sauti ya Vergan ikayavamia masikio yake na Ndugu msikilizaji, unadhani ni nini kitamtokea bwana Vergan baada ya kuchukuliwa na mzee m na kupelekwa katika sayari ya Mars? Usikose sehemu ya tisa baada ya kusikiliza sehemu ya nane Msimuliaji wa kupendwa kabisa, nikiwa ni mimi Kanban Ahmad, mtaalam kabisa, ambaye nimekuingizia sauti yenye mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu, lakini pia napenda kukuishi wewe, msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, uendelee kufurahia riwaya yako safi kabisa inayokwenda kwa jina la Jini Husnati, na usikose sehemu ya tisa. Mimi ni wako Kani bin Ahmad, lakini pia mwandishi wa simulizi yako akiwa ni Zuberi Maruma. Karibu sana, asante na chao.